Watu wengi wanajuaga makundi ni mazeru, njia za kisheria ni kuwa wana sharti za kuosha maiti ni mbili, naongana na hawa na tuna dalili wa la ilaha illallah, kimetokaga peponi kiko pale, na haki ya Mungu ukimwomba atakusamehe. Imam Maliki alikufa mwaka gani? Palikuja utawala unaitwa Fatimia. Imam Maliki akatuga hicho kitabu akakita Almuwatwaa.

Alafu la pili, je, Mwenyezi Mungu akishasema mwanaume ni msimamizi wa mwanamke, mwanamke wako au mwanamke wa mwanaume, ukimkataza kitu eh? chochote chenye hachiko ndani ya dini, sababu we ndo msimamizi wake, unamkataza tu kitu haujiskii akafanya anapata zambi, kiko ndani ya dini hakiko ndani ya dini. Ndugu zangu, kwa, kwa kupenda tu anauliza ndugu yetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitumia waume waume kuwa ni wasimamizi wa wake zao, kwa nini hakutumia viongozi? Kiongozi ana limite fulani, kiongozi ana limite fulani. Nasikia vizuri? Ndiyo maana unaweza kuwa kiongozi, mfano tuchukue chef de quartier, hana uwezo wa kuingia ndani ya nyumba yangu ina maana ana nihukumu mimi kwenye ile kata, lakini kale karieri ana uwezo. Unasikia vizuri? Acha nitoe mfano. Kiongozi wa Uislamu haki zote anazo zote, lakini kuna haki ambazo hawezi kuzifikia, kuna haki ambazo hawezi kuzifikia. Hawezi akasema nasema, kuanzia leo mke wako asitoki ndani, hii ni haki yangu mimi tu. Fahimtu wala la, ana limite fulani, tuko sawa? Ukitaka kujua alikuja mtu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Abu Daud na Imam Ibn Manda na katika moja Mutabarani walisahihi hadith. Alikuja mtu mtu akamwambia mtume mtume, ya Rasulullah, e mtume wa Mungu, la la la tarudu yada lamisi, mke wangu hakatai ombi ombi la mwenye mwenye kumuomba. Hii lugha mnaifahamu, kila mtu akimuomba anafanya nini? Najua anachokifanya. Hakatai ombi la mwenye kumuomba. Mtume akamwambia, talika mpe talaka. Akamwambia la, utii siwezi, yani nitakufa, nampenda. Akamwambia sasa, basi umeamua kuishi kwenye jahannama mwenyewe, ishi. Unasikia vizuri? Kwa hiyo ukitizama, mtume angelikuwa na uwezo wa kumwambia namtoa kwenye hiyo ndoa, angefaa. Lakini alikuja mtu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, mume wangu hana aibu katika dini. Maaibu maana yake ni mapungufu, ana mapungufu katika dini Wana tabia, wana tabia, lakini nakataa kuwa kafiri baada ya kuwa Muislamu. Sipendi. Yani mapenzi nime, simpendi tena, simpendi tena. Mtume akamwambia tarudi, na hadiqata utamrudishia mahari yake, alikuwa amempa jardin utamrudishia. Akamwambia wa ziada ndampa na nimzidishi. Alipokuja yule mume wake, akamwambia chukua mahari yako, alikuwa anamfuata katika sikakul Madina sika, sika, unaona uenzikisiko Buyenzi inazungukwa unakuja, unakuja so, na bakule kwa nini, barabara ya Buyenzi unakuja huko kwa Sioni unazunguruka ku Brasserie, hizi zinaitwa gasikaka, sawa. Akanamfuata ni same mke wangu akamfuata mtume na mnabii, lakini Mtume akamwambia kumbuka, ni baba wa watoto wako. Yule mwanamke akamwambia, kama unaniamrisha narudi, lakini kama unanishauri sitarudi. Akamwambia ah, ni ushauri, si kuamrisha. Kwa nini akumwambia Mtume? Kwa sababu sio haki yake Fahamtum wala la. Kwa hiyo kiongozi ana limite maalum, kiongozi ana limite maalum. Haki zake mnajua, mfano haki za kiongozi wa Islam Burundi, lazima tumwamini, lazima tumkubali, lazima tumtii kwenye yale ambayo alipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye hawezi akaja akasema wewe Abubakri, uko na binti, nataka aolewe na fulani. Sio, mimi khususiyati. Fahamtum wala la. Lakini kawam mtu ambaye ni msimamizi anakuwa amevaa vitu vyote yeye, Yeye ndio ana mas'ulia ni responsable wa kila kitu akiharibika nini, kifanya. Ndio maana kiongozi wa Uislamu hawezi akaulizwa kuhusu mke wangu siku ya kiyama, lakini mimi nitaulizwa kuhusu mke wangu siku ya kiyama. Na yeye pia ni kiongozi wetu na na, tena naambia vipi mke wako ilikuwaje. Unasikia vizuri? Kwa hiyo kiongozi anadimite, lakini kaumu ni tofauti, waliyul amri ni tofauti kabisa ndio maana unasikia lazima kila msimamizi wa mwanamke yeye ndio amuoze, yani waliul amri yeye ndio amuoze, ajivue. Sasa amkabidhi yule bwana, mimi najivua ili ambavyo Mungu kanipa, kuanzia leo wewe ndio wewe ndio unafanya nini na bibeba, na yeye kukubali. Ndio maana unasikia kwa anamuuliza utavibeba, anasema ndio. So, sosoa umeala ni, ma, ni masulia kabira, anasikia utavibeba ndio, unaenda ku, kumpa kuishi ku na mtu ambaye mlikutana mmeshakuwa mjuani tabia, mlikutana mnaenda kuishi naye, unamlisha utamvika, kama jinsi alivyokuwa anafanya ule ule, utamvika utamlisha, utampa kila kitu chenye ule alikuwa amempa, bali utakuja kuzidisha na mengine ambayo ule alikuwa hawezi kuyatekeleza. Amtolala, wallahu taala alam. Suala so, la pili uliuliza nini? Naam. Kwa nini mama alipewaga daraja tatu baba akapewa moja? Na Waislamu ili sana ambalo linakabili nchi yetu sana, linakabili nchi yetu sana. kwa nini mama alipewaga mara tatu na baba akapewa moja? Je, mama ni bora kuliko kuliko baba? Ndio nataka kujiuliza sana, ndio jinsi ilivyo. Lakini ningewakumbusheni, asaim ulishaga ingia katika ndoa, umo ndani ya ndoa basi utaelewa zaidi kuliko wenye hawajaingia katika ndoa waislamu nataka nikukumbusheni wewe wote ni baba yako wewe wote ni baba yako mtu ni baba yako ningependa tu kuambia masala fiqia Ma baba akisema mpe talaka mke wako sheria inamsapoti sheria inamsapoti fi badi lahain sio kila nafasi lakini baadhi pasenti nyingi na msupporti. Kumbuka Umar ibn Khattab alimwambia Abdullah ibn Umar muache yule mwanamke, kumbuka Ibrahim alimwambia muache yule mwanamke. Lakini hakuna hata fasi moja mama ilipokelewa akasema muache kisha sheria kamsupporti. Sawa, moja. Mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu, man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati, nani ambaye ana haki mimi kumtendea wema zaidi? Akamwambia ummuka, ummuka, ummuka mama yako mama yako mama yako, kisha kwa baba akasema baba mara moja. Hii ndio hadithi ambayo wana wanaitumia sana, lakini maandengo ya hadithi sio hayo. Baba anamzidi mama kwa kila kitu, hata kwenye kupewa. Kumbuka alikuja mtu a, mtoto wake yuko anamkokota baba, baba yake kwa Mtume anamvuta, amechukua pesa zangu zote. Mtume akawambia waihaka, wewe vipi anta wa maluka liabika, wewe na mali zako ni ni vya na? vya baba yako. Sasa mimi nataka nijue mtu ambaye wewe na vyako ni vyake apewe tena mara ngapi? Unampa mtu mgeni, unampa mtu mgeni. Ndiyo maana mama yako kwenu ni mgeni, mama yako kwenu ni mgeni. Ukitaka jaribu uendeleo utazama, wakati anakuja kwao na baba yako si ndio kwenu wakati anakuja kuona na baba yako anakuja amevalia, hawezi aka, akafanya kosa la kuvaa hata nguo ambayo inadhihirisha kitu chochote katika mwili wake. Lakini akifika kwao anazitoa zote, hata anaweza akavaa sengle kwa sababu ni kwao. Kwa nini huku akuvaa akuvaa sengle, akaja akaivalia kwao? Kwa sababu hiya ajinabia, yeye ni mgeni katika familia yenu. Nasikia vizuri, na ndiyo maana baba Ikifikia bahati mbaya akawa amemuua mwanae, hauawi kaswaswa, hawa hawezi akauaa. Unasikia vizuri, kwani hmm? Kwa sababu huwa damu yake hiyo damu ambayo unatembea ndo ule ule baba yako ha? Kumbuka mbegu ilitoka kwake ikaenda ikahama ikapokelewa kwenye ardhi ambayo itaitunza ile mbegu. Kwa hiyo ile ardhi sio ile mbegu itakayoota lakini ni rutuba ambazo zilifani zilipelekea ile ardhi kuota, fahimta wala la? Kwa hiyo binadamu kama binadamu, kulluhu, yeye kama yeye, nina ni baba yake. Na ndio maana hakuna mtu atafataga ukabila wa mama, kila mtu atafata ukabila wana wa baba yake. Zuhriyu umman hashimiyu aba wamemwita Mtume yeye ni katika mama yake alikuwa ya katika kabila la bani uh, zura kisha baba yake ki alikuwa ya ni Hashim, lakini hakufuata kabila la mama yake, chapokuwa ukiwa katika kabila la Hashim kuna vitu ambavyo huwezi ukafanya, huwezi kula sadaka. Unaona, haiwezekani. Hasanu na Husaini walikula tende za zaka, aliwashika kwenye koromezi tatoka tu yuko anazitafuta, na to waliumia wale watoto, yuko anazitafuta asito. Kwa nini? Kwa sababu ni katika Hashimiyin. Fahimti wala la. Kwa hiyo kila mtu anamfuata baba sawa na ukoo wake, isipokuwa mtu ana, e, mtu atajinasibisha au atanasibishwa au ataitwa kwa jina la mama yake siku ya Kiyama. Katika moja katika tafsiri wanasema yauma yadu nasi biimamihim, bi hiyo bi, siku watu wataitwa biummahatihim bi umahatim. Na katika ilmu tafsiri inasema idha ihtamalat al-ayat al ala al lmanayaini wala murajjih li liahadihima wala munafata bainahuma jaza hamlu al-ayati ala lmaanayaini au akthar, aya ikipelekea kufasiriwa kwa maana mbili, kisha hizo maana mbili hazikupingana wala hapakuwa moja ka inaleta nguvu kuliko nyingine, inajuzu zote kuzifanya nini, kuzitumia. Kwa hiyo, ndugu zangu Waislamu, mtu ananasibishwa kwa baba yake. Ndio maana mama kuna wakati anasahau, anakuja anakutukana, kwa ona sura kama wa kwenu. Hakuna hata siku moja toka Mungu alileta ardhi mpaka leo mama alishaga sahau akasema ona sura kama wa kwetu, haiwezekani. Waga nakunasibisha kule kule kwao. Lakini shida ni pale wanatupa e, malezi ya kuonyesha kuwa wao ndio bora kuliko, kuliko? wa baba zetu. Lakini ukweli wa mambo na sisi tunakosea katika madesi, ni makosa mtoto. Anaomba akaaye, unampa mama yake pesa. Mpe mwenyewe. Mtoto akienda kufunga masomo na muache mama ndo aende. Na wewe nenda we mwenyewe, aone kama baba yangu, kumbe ndo kila kitu. Baba kama hajafika na siku moja, unachelewesha kutoa rasilia, ionekane kuwa kumbe mama hawagi. Hivyo ndivyo inani. Ina, ina. Lakini mkikaa sasa, mnakwenda mnawapa pesa wa mama ndo wanawapa watoto. Wao, nafikiri mtoto anawahi wa kujua kuwa pesa alitoa kwa baba Ha? Hakuna. Kwa hiyo mpe pesa mtoto, mpe pesa, ana jarabtu hapo. Wallahi nimejaribu mimi ili jambo. Wakati wa kufunga masomo nilikuwa nachukua mimi mwenyewe, niko pale nasikiliza, nasikiliza. Watoto walikuwa wanasoma masomo ambayo hairuhusi mtu kusema Kiswahili, basi mimi sijui hiyo lugha ambayo itatumiwa pale, kwa Faransa. Na kwenda pale siku moja ikatokea, eh, dada akatoka wa kwanza, kisha kaka akatoka katika wa mwisho, wa mwisho, lakini wanazidiana huko kaka anaenda kudeklare kuwa na yeye ni wa kwanza. Wanauliza mzazi wa huyu mtoto sasa yuko wapi? si elee kitani na nakita. Ikawa inakwenda hivyo. Sasa siku ambayo nilikuwa nimesafiri wanakata hatutokwenda mpaka baba aje kutupeleka. Kwa nini? Kwa sababu walizoe. Na nikitoka pale narudisha usiku, tunapitapita zile fasi ambapo tutaspendi kwa sababu mama yake asipatagi ule uwezo wa kufanya nini, wa kuyafanya ya kutwa nzima. Naenda nawapitisha huku huku huku. Sasa siko inakuwa, siko inakuwa shida, unaona ndiyo hivyo, kwa sababu na wao kiwaacha, watafanya nini? Itakuwa ni shida kwa, itakuwa ni shida kwa kwa. Ni vyema mtoto ana majukumu, anahitaji kitu chochote, mpe mwenyewe, tubashiru lkadhia, ili ajue kuwa wewe ndio ndio. Mto, mtoto anaomba minerval unampa, mama yake ampe hii minerval. Ilitoa nani, wewe au ya mama yake? Ni mama. Kwa hiyo watu wajitahidi kujua hilo, baba ndio baba kila kitu ambacho kikodu. Na hivi nadhani wa wale ambao wako katika ndoa ndo wanaanza kujua kuwa wababa zao waliteseka sana, rahmatullahi alayhim, Mwenyezi Mungu awarehemu. Waliteseka mno, walipambana. Mtu anaweza kule uko na pesa hauli kwa sababu eh, nguo za laidi kubwa hazijapatikana. Hivi watu wote wanakwenda, watu wanazungumza barabarani, wanafikiria itakuwaje, hali itakuwa tete, kwa sababu wao ndio viongozi, wao ndio wasimamizi. Wallahu Taala alam. Na zimebaki dakika tano, tunaswali na nusu au laa na nusu, panabaki dakika tano. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Sheikh, mimi naulizia upande ilipokuja aya ya kugeuza kibla, tunafahamu kwamba imamu anakuwa yuko mbele. Sasa wakati Mtume alipogeuka alibaki huko nyuma, aiza alikuja kapita mbele, afu mama akamfuata. Ningependa tukukumbusha ya kuwa sikuwepo huo wakati, lakini kuwa waligeuka, waligeuka je, juu mwenye alikuja kuambia? Sio Mtume? Hapana, sio Mtume aligeuka. Kibla ilikuwa masjidu kubwa, ilikuwa masjidu kubwa. Mwenyezi Mungu akikujalia, ukipata hija utapaona. Kwa hiyo mtu alikuja kwa Mtume, anakuja kuwafahamisha jamani, kibla kimesha badilika, lakini swala ya alasiri, kibla kimeshabadilika. Wale wako kwenye swala ishapiga rakaa hizi mbili, ikabidi awambie za kimebadilikia Makka. Mfano, mimi niko hapa, niko na swali, niko na swali naelekea Rumonge, kisha eh, naambia bwana, kibla kimebadilika, tizama mzinda, ina maana tafanya Takuja hapa na niya tilkaia nitafuka mnajua mzinda niwa hampajui mzinda ni wapi? Kwani mzinda? Ha? Hichi ni kitu ambacho kipo alafu wale ambao wali zile rakaa mbili wakawa wanaji, wanajiwaza hizi rakaa mbili hizi zimeenda bure. Mwenyezi Mungu akasema kana Allah yudhiya imanakum, Mwenyezi Mungu hawezi akapoteza sala zenu. Wallahu ta'ala a'lam na. na na ule kule haji karibu na na na pana neno umezungumza, kunako maneno ya kuzungumza. Sasa vile tuseme jua mitume Rasulillah, tuseme ukasema, tayari atakuwa ameshafahamika. Mimi najiuliza sasa, wa ni Rasulillah ni wangapi? Anasema Rasulu Allah, mjumbe wa Allah Mbona ni wengi naam. Mnalifata vizuri wote ni wajumbe wa Allah naam, lakini mbona ni wengi? Neno kuna wakati linapata umaarufu kuliko wengine, kwa sababu ya hali ambayo nayo umaarufu kuliko wengine. Mfano naam. sallallahu alayhi wa sallam hili neno mnalisikia sana, lakini ukisema so, hata kwa mitume wengine inajuzu kulitumia naam, lakini kwa sababu limeshazoeleka sana baada hii na akili, nafikiri inapelekea ni kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana hili neno rasulullah rasulullah lilitumika sana kwa mtume, na ndio likapata umaarufu zaidi. Hata kwa kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu alikuwa analitumia sana, mitume wengi alioita majina majina, lakini Mtume Muhammadi hakutumia majina lake, jina lake isipokuwa mara nne, tena anahadisia sio anatumia jina lake, anahadisia Sawa, jamaa ni Muhammadu Rasulullah, jamaa Muhammad ndio kwani yuko na hadithi, hakumuita ya Muhammad, hakuna hata wasiya hata moja, wallahu ta'ala a'alam. Ndoko ipo, ngoja nikidogo, ndoko palinitia oga, sasa hapo ndiyo ndiyo, unaona hey. Kwa hizi siku kwa sisi Waislamu tuna matatizo nah. Rasulullah umeshamjua tayari hmm. Tayari nah. Lakini kutokukosa kumtaja tena hapa Pana ndugu zetu wengine wenye wanajua kama Rasulullah wako wengi. Ndio ndio. Na anaza... Alhamdulillah si tunajua kama Rasulullah. Basi ndio nikaona kuliko kusema kutokumtaja. Okay. Lazima mtu amtaje. Ndio ndio. Ndio kuficha kwanza ili jambo lisiwe. Barakallahu fik. Na swali la akhar. Aya twende Abdul Malik kisha tuje hapa la mwisho. Naam. Nataka kuulizia katika fadhila ya ya istighfar, fadhila za istighfar. Naam. Allah Allah Allah subhanahu subhanahu wa wa wa ta'ala ta'ala anasema kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, mwisho wa aya. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratul Furqan Eh, akituusia mm -hmm, yule mwenye kutubia akatenda matendo mema mema, faulaika yubadilullah sayiatihim hasanat, mwenye Mungu atambadilishia matendo yake kuwa mema. mm -hmm. Allah akasema kwa nafsi Allah, tena akatwambia wala taqtulu nafsan allati. Sasa nataka kujua huyu mwenye kutubia, kutubia hapa katika hii, mwenye kutubia hapa na hali ya kuwa huku ameangamiza nafsi ya mtu Allah, je hili hatalimbadilishia suala so, ni ile je, muuaji anatoba? Ndo ayo yote si ndio? Muuaji anatoba ni masala fiqhiyya ambayo itatuchukua muda mrefu. Kama mtaniruhusu nizawadie tena dakika tano tusali na 35 kama mtaruhusu, kama mtaruhusu, tutamjibia nje. Lakini ukweli wa mambo muuaji ana, kuna tofauti za wanachuoni kuhusu mtu aliyeua mtu, kuna tofauti za wanachuoni. Jamaahirul fuqaha wanaona kuwa anatoba na kuna baadhi wanaona kuwa hana toba sawa. Mtu ukiua mtu, kuna hali tatu zinakutokea, ni lazima zikutokea. Kuna kumua mtu, kuna haki ya familia yake, kuna haki ya Mungu. Yesi ana ya haki yake, umetoa nafsi yake, na kuna haki ya familia yake, na kuna haki ya Mungu. Haki ya Mungu ukimwomba, atakusamehe. Haki ya familia yake unaweza ukailipa, kwa sababu mtu ukiua mtu unalipa ngamia mia hiyo anaweza wakalipa ikawezekana, lakini kuna baki haki moja haku nafsi, haki ya nafsi yake atakuja siku ya kiyama, atasema. Mtume alisema tadruna manil muflis, mnajua mtu aliyofirisika ni mtu ambaye atakuja siku ya kiyama, aliuaga mtu, alitukana mtu, alipora ali mali za mtu. Hapo hivyo vyote ni lazima uvirudishe umlipe. Sasa utamlipa aje? Mwenyezi Mungu atukinge na kutoa nafsi za binadamu. Wallahu ta'ala alam ando la mwisho h nikuwa naulizia maswali mawili. Swali la kwanza, ipale penye ulizungumza kasema kuwa kabla uja uliza swali, wa Islam kwa nini hamko mnatoa takbira? <laughs> Mimi niko naona maajabu, kutoa takbira ni sheria, hamtoi na kwa nini hamtoi? Nikuwa hamjue mliamua kufanya maandamano ya kutokutoa nasima toe takbira, lakini sio takbira mukayyada Sio takbira zinafungamana na sala, ni kila mtu kivyake barabarani, ni kila mtu kivyake barabarani, msitoe sitoepo msikiti, kila mtu kivyake barabarani. kuna juu takbira ziko aina mbili, mutlaqa na muqayyada. Yani, yaani zilizofungwa na swala kama zile tuki, mfano tukimaliza tu kusali ile siku ya Arafa, ile inaanza inapigwa mpaka kwenye laidi siku tatu zile kwa kila swala. Lakini hizi tukiwa sokoni, tukiwa kazini. Sema hata mara moja siku nzima inapita, au itakbira. Una matatizo gani muislamu? Ulisema kutawaza nah. hmm? Kutawaza mara tatu mara tatu ni sunna. hmm. hmm. Ukasema kama na kutawaza limoja limoja. Sasa kama mimi nikiishi maisha yangu kutawaza limoja limoja, maji yawe yasiwi nikatawaza limoja limoja. Hakuna shida. Swali so langu la pili, nataka kuulizia kuhusu hapo kwa mzazi kumuomba ruhusa kutaka kutoka kama mtu kwenye miliki yake. Nataka kujua kama ni mzazi alikuzaa nje ya ndoa hizo haki anazo na. Na na, na ulizungumzia Nabii Ibrahim alimwambia kijana wake amwache mke nataka kujua, na mzazi wa nje, alikuzaa nje ya ndoa, hizo haki anazo mzazi wa nje kuna, kuna vitu ambavyo anavyo na baadhi ambavyo sheria ilimziwia, sheria ilimziwia, sheria ilimziwia kujinasibisha kwake na yeye kukunasibisha katika ukoo wake katika jina lake, ikamziwia usimrisi na yeye kukurisi. Sheria ilimziwia hivyo, lakini haki zote ambazo ambazo mtu anastahili kumfanyia mwingine, na atakufanyia na yeye atakufanyia, ama zile wilaya za wilaya za sheria hana uwezo wa kukufanyia kama hizo ambazo umeziuliza, wallahu taala. Mmezidisha dakika mwenyewe, si si mmesoma mwenyewe. Haya, twende tu Mi nataka niulize, baragumu ziko ngapi? Parapanda, si ndo? Mmeze wewe, ziko ngapi? ziko ngapi? ziko tatu. Watu wanajuaga ziko mbili, ziko tatu. Kwa hiyo kuna ile ambayo itamaliza kila kitu, watu wote watakufa, vyote vitakufa isipokuwa vitu vingapi? Vyote vitafika mwisho isipokuwa vitu vingapi? Vinane tu kila kitu kitakufaka isipokuwa vitu nane. Cha kwanza ni yeye Allah, cha pili ni kiti chake, cha tatu ni arshi, cha nne ni pepo, ni ni pepo. pepo Chata, cha tano ni moto, cha sita ni hurulaini ambao wako peponi. Kama pepo haitaisha, ina maana hurulaini wako mle wataisha. Cha saba ni nyoka ambazo ziko motoni juu ya kuadhibu watu, kisha cha mwisho huku wajibu dhanab huku mwisho huku kwenye mgongo. Kama nataka kwenda sehemu za siku na kitu kanachongoka, ako ndiko na kenyewe kanaga mwisho. Hata umweke mtu kwenye kwenye nini, hawakawezi kafika kakaishi. Mtume amesema hapo ndipo ya mbutul bashar, watu watautiaga, yani kataanza kale ndo watu wafike, wanafanya nini? Wanafufulia. Kwa hivyo vitu vinane ndo havinaga mwisho, wallahu taala. Hmm. Anasema watu wakifa, malaika watakujaga kumuuliza, wanakujaga kumuuliza maswali sawa, ni kweli. Je, hawa watu na wao wataulizwa hiyo siku? Malaika watakuwa wau, najua malaika watakufa baada ya binadamu sawa, malaika watakufa baada ya binadamu, watu wataisha baada ya binadamu. Sasa suala linakuja Atakaemuuliza malakulmauti ni nani? Tusubiri tukifika siki ya mwisho tutajuavipi? maana yake hiwajhu rabbika ni yeye mwenyewe. Hafu hapo mwanzoni, kila kitu kitaondoka. Uluman alaihafahapa, wanazungumzia kila chenye kiko juu ya ardhi

Njia za kisheria ni wana sharti za kuosha maiti ni mbili, naongana na hawa na tuna dalili walilahilha kilitokaga peponi kiko pale, na haki ya Mungu ukimwomba atakusamehe. Imam Maliki alikufa mwaka gani? Palikuja utawala unaitwa Fatimia, Imam Maliki akatuga hicho kitabu akakita Almuwatta.